La mahzunun ni wenye kuhuzunika kwayo. Haya ndiyo maneno ambayo aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kufiwa na kijana wake, baada ya kufiwa na mtoto wake ambaye anaitwa Ibrahim. Kwa Mtume alisema ma, macho yanatoa machozi. Kwa unapomuona mtu anatoa machozi kwa kufiwa, jambo hilo ni la sawa lakini vilevile vile moyo pia unahuzunika. Pamoja na moyo kuhuzunika, hatusemi maneno isipokuwa maneno yenye kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Kwa watu wanapofiwa, wanatakiwa wasema maneno ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Lakini leo watu wanapofiwa, wanasema maneno mengi, watu wanajipigapiga watu wanajigaragaza, watu wanapasua nguo. Hayo yote yamekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume anasema, laisa minna man shaqqa aljuyub, si katika sisi yule ambaye anapopatwa na msiba anapasua pasua nguo zake wadaa bidawatil jahiliya, na akaita mwito wa kijinga, akazungumza maneno ya wakati wa ujinga. Huyu si katika sisi, huyu anakataliwa na Mtume sallallahu alaihi wasalama. Leo mtu anapofikwa na msiba atasema maneno mengi, tulikuwa tunakutegemea, sasa tutakwenda wapi? Tutakula wapi? Tutaishije? Anazungumza maneno mengi, maneno kama hayo hayafai. Anayetoa riski ni Allah subhanahu wa taala. Maadamu bado mko hai, riski yenu itakwepo, mtaruzukiwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo mtu anapofiwa asiseme maneno isipokuwa aseme maneno yanayomridhisha Allah subhanahu wa taala.

Alipofika alipo pale msibani, falamma raa nafsa sabihi taqa'a taqa'a e inda alkhuruji, alipomuona, alipoona nafsi ya mtoto mdogo inatangatanga inababaika wakati wa kutokwa na roho, baka Mtume alilia Sio kulia kwa kupiga kelele. Mtume alilia, alitokwa na machozi. fasaalahu baadhu alhadhirina an dhalika, wale waliohudhuria katika msiba huo wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na hilo, hata wewe Mtume unatokwa na machozi?

Allah subhanahu wataala anawahurumia katika waja wake wale wenye huruma. Ina maana mtu kama hana huruma, mtu huyu hahurumiwi na Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo, Mtume akawajibu maswahaba kwamba hii ni huruma, huruma ambayo Allah subhanahu wataala ameiweka na ameijalia katika mioyo ya waja wake. Sheikh anasema falafdalu liahli lmayit, jambo lililo bora kwa watu waliofiwa, alla yashtaghilu bilhaki, wasijishughulisha na kucheka wallabi, na wasijishughulisha na michezo iwe ni michezo ya karata, iwe ni bao, iwe ni michezo mingine yoyote ile. Wasijishughulisha na mambo haya, bal yuqadiru almawqifa, wanachotakiwa, wanatakiwa waheshimu hali hiyo, waheshimu hali hiyo, wayadhharu alaihim atharu alhuzni ma'arridha anillahi llahi walistirja'i na idhihirike na ionekane athari ya kuhuzunika pamoja na kuridhika na makadirio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia pamoja na kuleta alistirjai. Istirjai ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwamba sisi ni wa Allah na kwake yeye tutarejea. unapopatwa na msiba unatakiwa kusema maneno hayo, Wasabru wal ihtisabu, na kusubiri na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho kitu kinachotakiwa wafiwa, marafiki, jamaa, ndugu wanatakiwa wasubiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na watarajie malipo kutoka kwa Allah kutokana na msiba uliowapata. Watu wanapopatwa na msiba, wanaweza wakapatwa na msiba wakapata thawabu kutokana na msiba wao, lakini pia wanaweza wakapata msiba na wakapata dhambi kutokana na msiba uliowafika <coughs> almuhimu, ni kwamba subira inahitajika, subira inahitajika kutokana na kupata msiba na kutarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa taala. Amma mukabalatu dhalika billahaki, ama kukabiliana na hilo kwa kucheka yaani, baada ya kumaliza mazishi watu wakawa ni wenye kucheka sana <coughs> wallaabi, na watu kuwa ni wenye kufanya mchezo wakawa <coughs> ni wenye kucheza makarata, wakawa ni wenye kucheza bao kwenye msiba. Falaisa min almashrui, jambo hili si katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala walaisa min almunasibi, na jambo hili si katika munasaba. Bal almunasibu bal munasaba idhharu lhuzni, ni kudhihirisha huzuni, kwamba mmefikwa na msiba, mmeondokewa na ndugu yenu wa karibu. Wa idhharu duai lilmayiti, na kudhihirisha dua, kumwombea maiti kumwombea marehemu Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe makosa yake, wlistighfaru lahum wlistighfaru lahu, na kumwombea msamaha wa adamu. Idhharu llabi wllahhaki, na kutokudhihirisha eh, kucheza na kuto kudhihirisha kucheka, wna dhalika na mfano wa hayo mima yadulu ala adamil mubalati, ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kuto kujali watu hawajali, kwamba wameondokewa na ndugu yao wa karibu. Watu hawajali kwamba wameondokewa na rafiki yao. Watu hawajali kwamba wameondokewa na jirani yao watu hawajali kwamba wameondokewa na mtu wao wa karibu, hawajali, wanacheka, wanapiga stori, wanafanya hiyo michezo. Kama tulivyotangulia kusema, mambo hayo ni kuonyesha kwamba watu hawa hawajali. wa fi ta'assi bin nabii sallallahu alaihi wasallama alkhairu walbaraka, na katika

Bal Mtume alikuwa anadhihirisha huzuni na kulia, wayakulu na anasema innaha rahmatun, hakika hii ni huruma. Na kulia sio kulia kwa kupiga kelele. Unapopiga kelele, unaambiwa kwamba hapo unaomboleza. Unapopiga makelele, unaomboleza na hili mara nyingi linakuwa kwa wanawake. Mtu atagaragara atajipigapiga atajiumiza atajiangusha atapasuapasua nguo. Mambo haya yote ni kuonyesha kwamba mtu huyu hajaridhika na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu tumeelekezwa na Mtume wasaaw salama na hakuna jambo ambalo Mtume ameacha hajatuelekeza. Kwa hiyo kama tumeelekezwa kila kitu na Mtume, basi hata na katika <coughs> misiba, tunapopata misiba tufanye kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wafaqa Allahu aljami, Allah awawafikishe wote kuifuata haki. Masala ya arobaini na tisa hukmu tardidu lshahadati bisifatin jamaiya inda hamli ljanaza, hukmu ya kurudia rudia shahada kwa sifa ya pamoja wakati wa kulibeba jeneza. Maswali haya yanafanana fanana lakini kwa kuwa yameulizwa na kila swali limeulizwa na mtu tofauti, Shekhe alikuwa akiyajibu muulizaji. Anasema, baada alfaraghi min alsalati ala almayyit, baada ya kumaliza kumswalia maiti, yaqumu baadhu alashkhas, wanasimama baadhi ya watu bihamli aljanazati ila almaqbara, wanasimama watu wanalibeba, wanalibeba jeneza kuelekea makaburini. Wayuraddiduna bi sautin jama'iyyin, na wanarudia rudia kwa sauti ya pamoja kalimat tawhidi, kalimat tawhidi, la ilaha illa Allah. Wa yastamiru hadha alwad'u, na hali hii inaendelea hatta tasla aljanazatu ila almaqbara, mpaka jeneza litakapofika makaburini. Muulizaji anauliza, fahal hadha alamal sahihun, je kitendo hichi ni sahihi na ni sawa, na ndiyo mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jazakum llahu hairan, Allah awalipe kila la kheri. Sheikh anajibu anasema: hadha alamalu laisa mashruan, kitendo hichi si sheria. bal huwa bidatun, bal kitendo hicho ni bida ni uzushi. Ka kaunuhum yarfauna aswatahum bit-tauhid, kuwa kwao wananyanyua sauti zao kwa kutamka kalimat tauhid, la ilaha illa Allah. Hatta tantahi aljanazatu, mpaka jeneza likaishia. Kullu hadha munkarun, Shekhe anasema jambo hili ni munkar, jambo hili ni munkari, ni jambo baya. Walakin alinsanu fi nafsihi, lakini mwanadamu anatakiwa katika nafsi yake yufakkiru wa yandhuru wa yatadhakaru, anna masirahu huwa hadha almasir. Lakini mwanadamu anatakiwa afikirie katika nafsi yake na aangalie na kujikagua na akumbuke, ya kwamba hakika marejeo yake ndiyo marejeo ya huyu maiti, alikoenda huyu maiti, na yeye vilevile atakuja kwenda huko almaut, wa anna hunaka hisaban wa jazaan. Na anatakiwa fikiria ya kwamba baada ya kufa kuna hesabu, utakwenda kuhesabiwa kutokana na matendo yako. Wa jazaan, na anatakiwa kumbuke ya kwamba eh, kuna malipo utakwenda kulipwa kutokana na yale uliyoyafanya. Fayataamalu, anatakiwa azingatie. Wayatadhakkaru, na akumbuke. Wayuiddu ludda, wayuiddu ludda, na ajiandae maandalizi makubwa. Lihadha lmauqifi, kwa ajili ya eneo hilo, kwa ajili ya sehemu hiyo ama rafu sauti bidhikri Allah, ama kunyanyua sauti kwa kumtaja Allah subhanahu wa taala, au wahiduhu, au watu mtu mmoja anasema mpekesheni Allah subhanahu wa taala, au ghairu dhalika, au mengine, min adhkari, miongoni mwa dhikri, bisautin jamaiyyin kwa sauti ya pamoja. hata tantahiy aljanazatu, mpaka liishie jeneza ila almaqbara, mpaka makaburini. hadha laisa lahu aslu, jambo hili halina asili. bal huwa min albidai, bal jambo hili ni katika bidaa, katika uzushi <coughs> wa kad qala alayhi salatu wa salam, na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wa sallama fi lhadithi sahih, katika hadithi ambayo ni sahihi. Mtume anasema man amila amalan, atakayefanya kitendo. laisa alaihi amruna, kitendo ambacho hakipo katika jambo letu, kitendo ambacho hakipo katika dini, kitendo ambacho hakijaelekezwa na Allah, kitendo ambacho hakijafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wala masahaba zake hawajafanya fahuwa raddun, kitendo hicho atarudishiwa yeye mwenyewe. Yani maana yake huwa marududun, matendo hayo yatakuwa ni yenye kurejeshwa. wa lam yathbut uh, anhu sallallahu alaihi wa sallama, na jambo hilo halijathibiti wala halijapokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallama, wala anis sahabati wala jambo hilo halijapokelewa kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi alaihi wasallama, annahum kanu yafaluna hadha alfi'la, kwamba wao walikuwa wanafanya matendo haya. Faswara amran muhdathan wa mardudan, basi jambo hilo limekuwa ni lenye kuzuliwa na jambo hilo likawa ni lenye kurudishwa. Halitopokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawezi kulikubali. Swali lingine anauliza muulizaji kwa kusema indana adatun, anauliza anasema kwamba sisi tuna desturi sisi tuna desturi na muulizaji huyo anatoka katika nchi ya Syria. Anasema sisi tuna desturi yasiru maa ljanazati, annas watu huwa wanaenda na jeneza wanalibeba jeneza, athnaa tashiiha, wakati wa kulifuata jeneza ila lmakbara, mpaka makaburini

Je, jambo hili limepokelewa kutoka kwa Mtume swalla alayhi wasallam, au annahu bid'atun muharrama? Au jambo hili ni bid'a ambayo ni haram haramu? Jazakumullahu khaira, Allah kulipeni khairi. Shekhe Najibu anasema hadha bid'atun ma lahu aslun, hii ni bid'a, na jambo hili halina asili, na jambo hili halina dalili. Kana salafu walikuwa maswahaba hala aljanazati, wanapokuwa wamebeba jeneza, yakhfidhuna aswatahum, walikuwa wanazinamisha sauti zao, yataamaluna hala lmaut, wanafikiria hali ya kifo, wama baada almaut Wanaya, na, na wanayafikiria yale watakayokwenda kukumbana nayo baada ya kifo. min alumuri alaadhima miongoni mwa mambo makubwa makubwa. Ama rafu sauti bil adhkari, ama kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri ma al janazati, pamoja na kwenda na jeneza, fala asla lahu, jambo hili halina asili, jambo hili halina dalili yu'tabaru min albidai, jambo hili linazingatiwa ni katika uzushi. Lakin idha dufina almayit, lakini pindi atakapozikwa maiti, wafaraghuu min dafnihi, na wakamaliza kumzika maiti, yushrau dua lahu, ni sheria kumwombea dua. Kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama Idha faragha min dafnihi, anapomaliza kumzika maiti, waqafa alayhi, anasimama mbele ya kaburi, waqala na anasema, kuambia maswahaba istaghfiru li akhikum, muombeni msamaha ndugu yenu, wasaluu lahu tathbita, na muombeni tathbiti, muombeni aweze kujibu maswali Fa innahu alana yusal, kwani hivi sasa anaulizwa. Asunnatu addu'a lilmayit, ilivyokuwa ni sunna ni kumwombea dua maiti. Unasema, allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba umsamehe, na e Mwenyezi Mungu tunaomba umjalie aweze kujibu bilqauli thabiti, kujibu maswali kwa kauli ambayo ni ya sawasawa. Baada lfaraghi min dafnihi, baada ya kumaliza kuzika, unasema allahumma adkhilhu ljanna, ewe Allah tunaomba umwingize peponi wa anji minan nari, na umuokoe na moto. Ya Allah, tunakuomba umwingize peponi, na ya Allah, tunakuomba umkinge na moto. E, kusema maneno haya la basa bidhalika, hakuna ubaya katika hilo. Kulluhu tayib Kusema hivyo ni vizuri, lianna rasula alayhi salatu wasalam. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kala amesema: istaghfiru liakhikum, muombeni msamaha ndugu yenu. Wasaluu lahu tathbita, na muombeni tathbiti, muombeni aweze kuyajibu maswali ambayo anaulizwa na malaika faidha salahu bilmaghfira atakapomwombea maghfira, mwislamu anapomwombea maiti msamaha wa thabat na ukamwombea aweze kujibu maswali, fahadha tayibun, hili ni jambo jema, hili ni jambo zuri. Amma rafu laswati, ama kunyanyua sauti ma'al janazati pamoja na kwenda na jeneza, inda dafni na wakati wa kuzika, ala tariqatin khaswa kwa utaratibu ambao ni mahususi, wa kaulu la ilaha illa Allah na kusema la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, kullu hadha ma lahu aslun, yote haya hayana asili, haya yote hayana dalili hata ukisoma katika vitabu ya fiqihi na hata madhehebu ya Kishafii. Maana wale ambao wanafuata madhehebu ya Kishafii ndio wanaoyafanya haya, lakini msimamo wa Kishafii ni kwamba haifai kulifuata jeneza eh. Anasema Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala na huyu ni katika madhehebu ya Kishafii, anasema haifai kulifuata jeneza kwa sauti ya aina yoyote ile, kwa dhikiri, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au alqiraa au awa kusoma Quran, watu wakasoma labda jambo lolote wakati wanafuata wana, wana, jeneza wengine wanasoma Yasini, wengine wanasoma kulu wallah, wengine wanasoma kul audhu birabbil falaqi, wengine wanasoma kul audhu birabbin nasi. Kimadhhabu ya kishafii wanasema jambo hilo hai, halifai. Lililokuwa la sawa ni kunyamaza wakati wa kulipeleka jeneza. Kila mmoja anatakiwa kutafakari hicho kilichompata maiti huyo, na kwamba hata na wewe vilevile jambo hilo yawezekana likakupata. Hakuna ambaye ataishi katika ulimwengu huu milele. Kwa hiyo watu wanatakiwa waende wakiwa wamenyamaza, kama nilivyotangulia kusema siku ile, kwamba hawa wanaosema maneno haya wanasema, mkiwaachia watu wataanza kuongea mambo ya kidunia. Hawa wataongea habari ya CCM, wengine wataongea habari ya Simba na Yanga, wengine wataongea sijui ni mambo gani. Sasa ili kuwafanya watu wasiweze kuyaongea hayo, ndipo wanaleta miradi kama hiyo, wanatembea huko, wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Mtu anaanzisha mmoja, alafu wengine wanapokelea, wanakwenda mpaka wanapofika huko eh, wanakokwenda kuzika ahaya. Haya mambo yote haya ni bidaa, huu ni uzushi. Mtume hajawahi kufanya hivyo. Watu wanatakiwa tu waambiwa, wanatakiwa wanyamaze, usiwazulie ibada. Watu wanapoelimishwa wanaelewa. Mbona ndani ya swala watu wameelimishwa, kwamba wanapokuwa ndani ya swala hautakiwi kuongea? Watu wameelewa, hatujawahi kuona kwamba mtu yuko ndani ya swala alafu anapiga stori na mwenzake wamefunga swala waanze kukumbushana habari ya za mpira habari za Yanga, au wako ndani ya swala wanaongea habari za siasa? Hakuna, kwa sababu wameelewa. Na hata wanapoelimishwa jambo hilo pia katika kulifuata jeneza, kwamba hairuhusiwi watu kulifuata jeneza kwa sauti, watu watanyamaza. Kwa hiyo, watu wanatakiwa wafundishwe na si kuwazulia na kuwawekea ibada ambayo